Mbaraka Mwinshe aliwahi kuimba, jamani, Morogoro Morogoro, maji ya tiririka milimani, oh, oh. Uzalishaji wa MOROWASA, kwa maana ya mamlaka ya maji na usafi wa mazingira hii Morogoro, ina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 42 lakini mahitaji ya maji katika mji huu wa Morogoro mjini ni lita milioni 81. Tunaanza kusaini, hii ni awamu ya, ya kwanza tu. Leo tunasaini bilioni 81, nini maana yake sasa? Tunakwenda kuzalisha lita milioni mia moja na nane <coughs> mahitaji ya maji lita milioni 81, lakini mradi huu utakuwa na uwezo wa kuzalisha lita milioni mia moja na nane. Morogoro, maji yalikuwa natiririka masaa ishirini na nne miaka arobaini iliyopita, vyanzo vile vimekwenda wapi? Ukienda juu watu wameharibu vyanzo. Sasa mheshimiwa waziri, tunarudi juu kwa sababu vyanzo vya Morogoro ni vyanzo vya Mindu, lakini pia ni vyanzo vya Kidunda, ni vyanzo vya Wamiruvu, ni vyanzo vya Kilombero na bwawa la Mwalimu Nyerere. Sisi ndio hazina ya vyanzo vya maji kupeleka kwenye vyanzo katika mabwawa makuu ya Tanzania Dar es Salaam wanategemea kwetu, Pwani wanategemea kwetu, Morogoro wenyewe. Sasa ndugu zanguni, hili jambo la kutunza vyanzo vya maji na mazingira si jambo la hiari, ni jambo la lazima na ni wajibu wetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo hii tumeweza kufikia hatua hii. Nitumie fursa hii kuwapongeza wataalamu wote wa MORUWASA waliopitia hatua mbalimbali, hata kama hawapo wana mikono yao, na sisi ambao tumefikisha leo hatua hii, wote ni wapongeze, kila mmoja ana mkono wake. Nawashukuru sana, na tuendelee kuhakikisha kwamba mradi huu tunaufikisha mwisho na wananchi wa mkoa wa Morogoro wanaenda kunufaika.